Mipango ya kumtafuta mwanablogi Albert Ojwang yanaanzia hapa kwenye chapisho la gazeti la The Standard ambalo kulingana na kampuni hiyo lilikuwa chapisho gushi, huku likimhusisha naibu jenerali wa polisi Eliud Lagat kwenye mauaji ya Wakenya, huku kichwa cha gazeti hilo kikiwa kila Squad Boss. Vilevile vile, kwenye gazeti jingine lenye kichwa tofauti lenye mada The Richest Cop likimzungumzia Eliud Lagat jinsi anavyopata hongo na jinsi polisi wanavyochukua kodi kutoka kwa wananchi. Kwenye chapisho hilo, kwenye mtandao wake wa X, au Twitter, anatueleza Ojwang kuwa polisi au wakuu wasimamizi wa polisi wanaunda zaidi ya mabilioni kila mwezi kupitia pesa zinazolipwa na Wakenya. Akitolea mfano bwana Ojwang, anaeleza kuwa mkenya wa kawaida anayeshikwa na kulipa pesa za chini shilingi elfu mbili au hata shilingi elfu kumi, pesa hizo zinaingia kwenye mifuko ya mapolisi mabwenyenye ambao wanajinufaisha wao wenyewe. Kulingana na Ojwang, anatueleza kwamba pesa hizo zinagawanywa kutoka kwenye vitengo vya chini kufikia kitengo cha juu, akinukuu kitengo cha rais. Je, Albert Ojwang aliuawa kwa ajili ya kutoboa siri ya serikali au aliweza kuandamwa? Samson taalam akiwa ndiye OCS wa kituo cha polisi cha Central Police Station, akiwa kwa sasa analimbikizwa kidole cha lawama kwenye mauaji ya Albert Ojwang, amesita na kusema kuwa waliohusika lazima waubebe msalaba wao, kwani Albert Ojwang alipofikishwa katika kituo hicho cha polisi, afya yake tayari ilikuwa imezorota. Kwa hivyo Sio vema iwapo atawekewa msalaba kuubeba kwenye makosa ya watu wengine ripoti ametoa OCS Central Police Station talam I am being sacrificed now I am the prime suspect in the murder of Albert Ojwang even though I am innocent when the DCI officers brought Albert Ojwang to the Central Police Station he was in poor condition

including the big man behind it what interest would i have to kill albert compared to those who brought him all the way from Homa Bay? i refuse to be the scapegoat. Muhammad Amin ambaye ni msimamizi wa kitengo cha DCI anazidi kumwegemea kidole cha lawama OCS huyo taalamu akisema kuwa The OCS of Central Police Station should be the prime suspect in Albert Ojwang's murder. His refusal to record Ojwang's arrest is the occurrence book raises serious questions. What was his motive? He knows exactly how Albert Ojwang died. Kwenye siasa, mtetezi wa maslahi ya wanadamu kwa sasa ambaye ni seneta kutoka kaunti ya Kisii Richard Onyonka ameweza kusema hivi the main suspect are DCI Amin Mohamed and deputy inspector general Eliud Lagat why is everyone avoiding this an OCS does not have the authority to order a suspect transfer all the way from Homa Bay to Nairobi he lacks such power so why is there a relentless effort to shed Eliud Lagat and the DCI officers who brought albert from homer bay i see a government cover up i have no faith that IPOA will deliver justice je mkenya wa kawaida unafikiria kuna kile ambacho kinaitwa haki kwa mnyonge je Albert ataweza kupata haki? Kampuni ya Safaricom vile vile imejipata kwenye lawama baada ya Justin Mturi na viongozi vya upinzani kuishtumu kuweza kupatiana rekodi kwenye kituo cha DCI kuhusiana na kutafutwa kwa Albert Ojwang. Kulingana na upinzani, wamesema kuwa Safaricom waliweza kutumia data ambazo ziliwasaidia wale ambao walikuwa wanamtafuta Albert Ojwang na kumpata kwa urahisi. Isitoshe, Safaricom wameweza kuzungumza na kutoa taarifa kuwa hawakujihusisha katika ukamataji wowote wa wakenya wowote au Albert ambaye alikuwa ndiye gumzo kuu kwenye mtandao siku ya jana. Je, Unahisi kwamba Safaricom wanajihusisha kwenye mtandao na DCI?